Ni kipi kinachopelekea sababu mashine, ukiongea kama leo hii hapo, tukiona huko down, maana kuna taswira gani kwa Wanasimba ambao wanakutazama? E, sasa hivi oh, inawezekana uhisi kama unawatia hofu hivi au <laughs> tusubirie <laughs> mashine ya kuongea kesho, inaweza ikaongea

Davis uh, kocha wa Simba akiwasili hapa uh, kwenye mkutano wa makocha uh, na wachezaji akiwa na Shomari Kapombe kwa ajili ya mkutano na waandishi wa habari kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya uh, kikosi cha Young Africans. <coughs>